Alafu kapiga bonge la gunu <laughs> maana yake anajua huyu ana ni mtu wa kufyonza. kuna mtu, Ati... mtu kweli, yani kama amekulia kwenye mazingira hayo, hicho kitu kinaweza kama kinamtoka automatic, japokuwa yeye eh, anakuwa labda eh, anaona kawaida. Kumbe eh, ndio maana nasema kufyonza ni mazingira uliokulia, yani hicho hmm, kitu kwako ni cha kawaida, lakini wenzako wanaguna Well, well, wanaokala wao sisi wanaguna ehe <laughs> uh -huh. Kwa hiyo mimi hiyo nimeiweka kwenye question mark mm, ndio tena -hmm. si nimemfyonza, si nimemfyonza? Hapana. Hata kila alivyonifuata ananiambia, ananiambia. Glory director kaniambia kwamba umemfyonya, umemfyonya. Mimi mwenyewe nimeshangaa, mhm, nimeshangaa kwa sababu sija kumfyonza mtu. Kesho aliondoka huyo, jana jana alikuja nikamuta ofisini nikamwambia umemfuata akila, umeniambia kwamba mimi hapa nimekufyonza. Nikasema ila mimi sijakufyonza, kama unaona labda nilikufyonza, samani naambia nisamee. Mimi ndio nilichomwambia jana, akasema sawa basi. Kuhusu nani Usta, ilikuwa Jumapili isikuwa tunakanga samaki, hasa malaga yalikuwepo kwenye jiko la mkaa hapa. Nikachukua nikaambia Usta au malaga yamishe ndani kwenye jiko la ndani pale kopo na nzi kwa sababu ya samaki, akafunika. Alivyofunika akaenda ndani pale akayabandika, yanachemka bado kayafunika. Alafu kuna twila nazi mm. hisi <laughs> tu, kuna kitu kama hicho, kuna twila nazi alafu mimi kwenye kupika nipo vizuri Sijasomea sema, nina uzoefu aa, kujipigia maplom. Japo kuna siku amepika makande yalikuwa <laughs> yana kaharufu kakungua, yalikuwa <laughs> <laughs> matamu, lakini kuna kauharufu kakungua. Nikasikia eti yakiwa na hicho kiharufu ndio yanakuwa matamu <laughs> <laughs> Haya, kwa hiyo alikosea. Alikosea kwenye kufunika maharage. Nini maharage, nikamwambia una nini unafunika maharage a yanatui meafunika tulitakatika ulimwambia hivyo litakatika. Hivyo tulitakatika aseme. Unajua ili kupika kweli, akanambia najua, nikamwambia dada, so, nika dada Devota mwangalia Yustina kama hapa kafunika, maana dada yote yuko popo nje na matroni wao. Akasema sawa. Baadaye mimi niliingia ndani, nilikuwa naangalia yale marage popo nje. Akaniita nani Yustina akaniita gwe gwe, nikamwambia be, niambie. Akasema hivi, ona, unaniambia sijui kupika, najua kupika. Alikuwa anasonga ugali na mungi, nikamwambia kumbe unajua kupika, akanijibu ndio. Nikamwambia haya sawa, nikamwambia hata mimi mwenyewe ugali kumbe kupika. Mm. Nikamwambia. Nikamwambia, wa kupika nini muda wote tunacheka tu vizuri, nikamwambia mimi mwenyewe ugali kupika siwezi, umenishinda ndio jibu ndio mjibu huyu hapa mm. mambo yakaisha, tukapakua chakula tukala, ratiba nyingine zikaendelea. mm. ni hivyo tu mm -hmm. Okay. Kwa hiyo nafikiri katika jinsi mnavyobadilishana maneno, ndio nafikiri kunakuwa kuna, kuna, kuna kukwazana huko. mm. mm. ile sijui kama umeisema kama ulivyosema hapa nafikiri kwa yeye labda kwenye kupokea hata kwenye kutoa kutoa hiyo una, unajua kupika ujui kupika na, na, na, nahisi kuna namna ujisema namna ilivyotoka alipokea eh? Eh? Eh, eh, vibaya anaweza mwenyewe. Mtu anaweza akaniambia kawaida, kwenye kupokea nikapokea vibaya mm. Eh, inatokea usikatae, inatokea, ndio hivyo mm. Mm kuna namna tunavyopeleka message si ndio? eh, kwa sababu yote ni sawa kumwambia huyu ame amefunikia maharage akiwa na tui. Kwa watu wanaojua kupika maharage, unatakiwa na uendelee kupepelea mpaka tui lako lifanyeje, lichemke, yani lile halijakatika lakini, sasa kama ungekuwa umemwelezea vizuri kwamba, Yusta, ukifunika maharage ambayo umeweka tui ambalo hujalipepelea litakatika, na ukimwambia vizuri kama tunavyoongea hapa, nafikiri asingeichukua negative, lakini kuna namna ilitoka ambayo sasa inabidi nyie watu wakituoni, mnaowasimamia wageni, muendelee kuangalia sana namna unavyo, eh, unavyopeleka ujumbe. Ni ujumbe mzuri, ulimwambia kweli, ajui kupika na yeye kama alifunikia tu ambalo hajalipepelea ajui kupika marage sijui vingine alikuwa anasonga ugali yeah, so. we kabila gani kuna watu huko ugali <laughs> tena ule mgumu wewe unatokea wapi usta iringa ndio mnakula ugali mgumu ugali wa kawaida eh kupika ugali wadada wengi wanajua kusonga ugali lakini hizi mboga mboga hizi hasa ambazo zinawekwa wekwa manjonjo maana nyie maharage mnatia mpaka karanga si nini peanut butter mambo ni mengi Dadae eh, eh, umeona maneno haya. Kwa hiyo kila mtu ana utaalamu wake, lakini sasa kama mnawasaidia kuwafundisha, inabidi muangalie namna utakavyomwelekeza eh, unavyofikisha ujumbe, lakini la kufyonza liangalie. Mi sijui, sitaki kusema hujafyonza. Huyu ni mtu mzima, Teddy ni mtu mzima, na mimi naheshimu na sana feedback zake. Kwa hiyo angalia pia hiyo anayosema ulimfyonza. Hebu jikague uangalie, kwani uliongea naye vipi mpaka akaona kama umefyonza eh? Nachotaka watu wa ofisini muwe maambasada, muwe mabalozi eh? E, mwe mabalozi kwa wateja wetu. Na nisema wateja namba moja ni hawa wadada, msichukulie wateja wale watoa hela. Sawa, watoa hela, bila hawa wadada kusikiliza tunayowaelekeza na kuyazingatia, unafikiri wale watu wa hela watatoa? Hawatoi. Kwa hiyo hawa ndio wateja wetu namba moja ambao wakienda kufanya hivi tunavyowaelekeza, ndio tutapokea zile hela ambazo tunazitafuta, si ndio? Jamani, ehe. Lakini kwa upande mwingine jamani, sawa, hapa kituoni si tunajitahidi sana mtutiwe vizuri, si ndio? lakini ni kitu ambacho hatutaweza kuhakikishia kwamba kwa mabosi wenu mtaenda kukikuta. Mabosi hawana muda, wana hela zao, wanataka kazi zao zifanyike, sawa. Hakuna mtu wa kukupetipeti sawa, eh? Eh, wa kukubembeleza wewe, fanya majukumu yake. Mbona kama leo nimemwakia eti. sina muda mimi wa kumpetipeti, nataka nimemwambia saa kumi na moja nataka kurekodi content mimi, anakuja kunikalisha hapa kumi na mbili na nusu hata seti haijawekwa, sasa hivi mtu atakuchekea kweli? Hata unatarajia akuongeleshe kwa smile? Ah jamani, epi jamani, eh superwoman, yani saa kumi na mbili na nusu jamani, kumbe ndio unakuja jamani? Eh haya, eh, hi, jamani, hivi kweli kuna bosi atakufanyia hivyo? Mwaa, <mah> <mah> <mah> ya nifikani, mwaa, hee, hee, hee, usifanye utani bana, tuwe wa kweli, si ndiyo? Hee, mimi saa kumi na moja naona mambo hayajakaa vizuri tayari. Nimeshaanza kusikia hasira kwamba huyu, mbona mda tuliokubaliana bado kuna nini? Alafu nakuja kumuuliza hata majibu hayaeleweki, anajitetea. Na hicho ndio kitu kinachouzi zaidi, ameshakosa baadaye aseme hata samahani, madam, labda kulikuwa kuna kitu hiki, lakini nimekosea hichi kitu. Akija akitajirudia, akita anaanza kujitetea, ulikuwa na wageni yaani, nilikwambia mba nikiwa na wageni usije. Hapana. Kwa hiyo tujitahidi kama hatutaki kusemeshwa vibaya kukwazwa makazini. Of course hiyo haiwezi kuepuka kabisa lakini unaweza uka minimize, unaweza uka minimize. mimi kuna watu nafanya nao kazi ukali wangu hawaujui. Kwa nini? kwa sababu wanafanya mambo yao kwa wakati unikuti kabisa, yani hatukutani. kwenye kuudhiana na kwanza kujibishana vibaya au kumsemesha vibaya unikuti. Kwa nini? Yule mtu anafanya kazi zangu kwa wakati. Kabla sijaulizia chochote tayari kashaniuliza kuna hiki kuna hiki nifanyeje? na ni, anafanya na, kwa muda. Kwa hiyo ukitaka kumuini bosi wako zingatia ratiba yake, angalia vitu anavyokupangia vifanye, kwa bidii kwa weledi kwa ufanisi na kwa wakati, hamtagombana yani hapo hakutakuwa na hizi mambo tunazoziona kwa hiyo sawa eh? seme nilijisikia vibaya, mnatengeneza mazingira sawa eh, mnatengeneza mm-hmm. Hey, mazingira na kuna kesi moja ya dada nani pale, hadi bosi alimpiga huyu bosi wake alimpiga. Ee, huyu alipigwa kazini, alipigwa kazini. Bosi wake alivyoulizwa, kwanza akarukaruka, au, sijampiga sijampiga, lakini baadaye akasema ah. Lakini alinifanyaje? Alisemaje? hebu ile mic, tujifunze hapa hapa. Mhm, bosi alisema dada alimjibu vibaya, yeye akamuuliza dada kwamba ningekuwa mama yako ungenijibu hivyo? Wakati dada anaendelea kusema hii hii stori haimhusu mamangu, unamwongeleaje mamangu? Ndio hivyo yeye akakwazika, akampiga. Umesikia jamani? Kuna sababu ya kumjibisha bosi wako? Ndio hicho nachosema, unaweza ukatafuta vitu vingine ambavyo havina umuhimu kabisa eh? sawa ya yes. kwa hiyo ukiona bosi wako amekasirika, kuna jambo yani ukiomba msamaha hiyo ni, ni, kitu duniani yani kote, hakuna mtu ambaye ukishuka atakuja kukupiga. Yupo jamani? Lakini ukiona mtu anakupiga manake yeye ana hasira na wewe unapandisha hasira, si ndio? hmm. Mama mamaangu hayuko hapa jamani, huyu ni dada ananijibu hivi eti. Hicho kitu kipo yani, wewe bosi wako amepandisha sauti na wewe unampandishia, mtaelewana? hmm. Hapana. Kwa hiyo, of course wengi hawafikii stage ya kupiga lakini kuna wengine ndio kama hao. Hizo kesi ni chache, huwaga hatupati mabosi wanaopiga wadada. Lakini wa, wadada wanaowajibu mabosi wao hapo wanapofikiaga tu ni kuvunja nini? Mkataba. Mkataba. Sasa kwa nini uvunje mkataba wako kama una malengo, jamani? Na ukivunja mkataba unajua ukija hapa una lose pesa, eh? Mm. Eh, unakosa ile dhamana yako. Bosi wako tutampa dada mwingine kwa sababu yeye atasema wewe umemfanyaje, umemjibu. Na ukimjibu bosi kwetu wewe umekosa nidhamu. Huwezi kumjibu bosi wako hata yeah. Kama kuna makosa ambayo unaona sio ya kwako wewe, tuambie jamani, kuna hichi kitu bosi. Atakusema atakutukana wewe, tulia, tuambie jamani, mimi kuna hiki na hiki na hiki kimetokea. Jiweke kwenye upande wa kuwa onekana wewe ni mtu ambaye ni mtiifu, ni mnyenyekevu. Lakini ukianza kusema ah, alinifanya hivi na mimi nikamjibu hivi, tunaona kabisa yule dada mjeuri, kiburi yeye umeona. Kwa hiyo yeah. Ikitokea sasa kesi kama ya dada Tina yeye ye, hakutupa ripoti kwa wakati, yes. Maana hiyo kwetu ni ukatili sawa jamani, ni ukatili mm, haijalishi -hmm. Huyo bosi kavunja mkataba na anatakiwa akulipe stahiki zako. Mmeona kwenye mikataba yetu eh? yes. Wewe ukivunja mkataba unakatwa dhamana, lakini bosi naye akivunja mkataba anakulipa fidia. Sasa huyu kaondoka kijinga, kaondoka kapigwa, kaondoka ofisi, nampigia simu hakupokea simu kwa wakati, kaenda huko siku kwa ndugu yake gani Kalala huko huyo, karudi zake Dar es Salaam, alipangiwa mkoani, lakini angetupigia simu pale pale. Huyu alitakiwa aende polisi, na ishu za polisi mimi mwenyewe ndo nazisimamiaga mimi mwenyewe, naongea na uongozi wa kituo cha polisi. Kama ni kidogo hawatuelewi, na mwelekeza dada, nenda kituo kikubwa. Yani mimi najua prosesi, nazijua kwa hiyo naongea nao, na nawaambia, namwambia dada kuwa na mkataba wako mkononi, wape ao polisi, alafu tunawaambia shida iliyotokea. Kama mtu kapigwa, yani hiyo dada wakazi kupigwa, hiyo ni kesi kubwa. Kwa hiyo yu yule bosi angekamatwa, angetiwa ndani, angemlipa huyu haki zake zote, kwa huyu angeondoka pale, asingeondoka kinyonge. Kaondoka kinyonge kwa nini? Alienda kama vile dada ameokotwa mtaani, yani yeye yani amepigwa, hajatupigia hajatutafuta. Hata kama mtu anakwambia toka toka toka toka Si unaenda hapo njia ya geti au hapo mtaa wa mbele unakaa kwanza, unasoti mambo yako maana mm. Hey, huyo bosi alichofanya sivyo, ni kumfukuza nyumbani kwake, na huyo alivotoka bio stendi, katafuta sivyo, ndugu yake gani, kaenda ah ah. Bosi akikutoa mkuku nyumbani kwake, uliza kwa mjumbe, sawa mm. Usikubali kuondoka kizembe. Ukipigwa ni ukatili wa kijinsia, ni unyanyasaji, yani hiyo ni kesi kubwa. Kwa hiyo unaenda sehemu ya kupata haki, unaanzia kwa mjumbe, unatupigia simu, tunatoa ushirikiano, utashirikiana a na huyo mjumbe au polisi moja kwa moja. Wadada wengine mimi nawaambiaga tu nenda polisi direct. Akisha nielezea, naona kabisa hii ni ukatili. Wengine wanataka kudhulumu hela zao. Naambia, nenda polisi, hapo hadhulumiwi mtu. Anaenda polisi, tunaongea nao, mkataba unasomwa polisi, anaona kweli hapa dada ana haki yake, anaitwa. Eh, akiitwa analipa hela Akasiriki apotea, chukue dada kwetu potelea mbali, sisi hatujali, hatutaki kuhudumia watu wakatili. Sisi watu ambao yani wanataka kuvuka mipaka, hatutawahudumia sisi, hatujali. Unafikiri tunahangaika? Hatuhangaiki, yeah. Ndo maana sisi tunahangaika nyie kuwafundisha, kuwa nyie kuwatengeneza nyie, mkae na tabia nzuri, kwa sababu tuna uhakika tukiwa na tabia nzuri mabosi watakuja tu kama hatuna si, si, sisi hivi, hapa, ndio, ndio, zetu. Kwa hiyo, ambaye, ana, hivi vitu ni adimu duniani, ndugu zangu, Waislamu mtanisamee. Yesu alisema hawa wako duniani lakini sio wa ulimwengu, walinde na nini na mambo ya dunia. Maana mambo ya dunia ndio hizi tabia za ovyo ovyo. Uki, ukiiga tabia za Mungu tabia za kwenye vitabu vyenu hata kwa, kwa, Islam zile tabia, unakuwa unaishi duniani lakini culture yako mambo yako ni ya mbinguni, na sisi ndio hicho ninachojaribu kuwafundisha mimi, mpaka nimeenda kusoma masuala ya Biblia. Kwa sababu gani? Nimegundua watu wanachotaka ni watu wenye hofu ya Mungu. Kila anayepiga simu nataka, dada mwenye hofu ya Mungu, mwenye hofu ya Mungu, he sasa mimi hofu ya Mungu nikikaa hapa nitaweza kuwafundisha? Hebidi niende chuo nikasome namna ya kuwafundisha hofu ya Mungu. Ni, ni, ni tabia nzuri watu wanazotaka: ukweli, upendo, uadilifu, zote ni tabia ambazo zimeelekezwa sana kwenye neno la Mungu. Aa, na ukiwa ni mtu wa hivyo unaishi popote na yeyote na utapata hela. tuko pamoja eh? yeah. E, kwa hiyo kama mtu atapata changamoto kwa nyie mlioko hapa na kwa wale mnaotufuatilia, shida yenu mkishaondogaga kituoni He, mnakuwaga sijui kama yani sijui ni nitoe mfano gani. Hampiti kwenye tena mitandao wetu, walio wengi. Kwa hiyo hata kujua maelekezo tunayotoa kama hivi, unaweza ukapitwa nayo. Unaenda huko unaanza kupambana mwenyewe kama vile ujipeleka mwenyewe. Mwisho wa siku ndio unapanga na bosi wako mnaendelea bila mkataba. Unajua unawakomoa dada center, wala utukomoe, unajikomoa mwenyewe. Kwa sababu hicho utakachokikusanya huko, wala utafanyia cha maana. Mungu ana namna yake bwana. <laughs> Eh? Ana namna yake unashangaa. Lakini, ungekuwa mwaminifu eh, kwa madogo, madogo. Ni hiyo tu, hata hicho kimkataba chetu, basi kae mwaminifu kwenye yale tuliyokubaliana. Ukiwa kazini kwa bosi wako fanya kazi zake vizuri, kama vile Mungu anakuona, sio bosi anakuona; Mungu anakuona, utabarikiwa. Ana unashangaa hiyo hiyo la ndogo unavyoikusanya unavyoiona utakuja kuanzisha biashara shughuli zako zinaenda hizo. Ni sheria za Mungu ambazo ziko sirini, hazisimami, zinajisimamia zenyewe, zenyewe tu zinajisimamia. Hata bosi anayeona kwenda kurinyu mkataba, sasa ni hela nyingi, atapigwa kitu kimoja hapo, inabidi aende India kwa milioni mia, wakati wa dada senta angelipa hela kidogo tu. Nakwambia ukweli sheria za Mungu, ah, mi naziogopa vibaya mno. Kwa hiyo Nendeni mkafanye kama tunavyowaelekeza, kwa sababu hizo ndio mbinu. Yani hizo ndio tabia za dhahabu. Dhahabu najua ni hela. Hizi tunazowafundisha sio utumwa, wengine wanaita utumwa, lakini kwa nini Biblia imetuelekeza kwamba enyi watumwa, tena inatuita watumwa sisi, enyi watumwa mkawatumikie mabwana zenu kwa hofu na kutetemeka? Sasa Biblia inakuelekeza hivyo wewe unataka uende ukafanye kwa kiburi, ukielekezwa hutaki Bosi akipandisha sauti na wewe unapanda zaidi yake, mtaishi hata kwa bwana? Utakaa kwenye ndoa, utakaa kwa staili hiyo, huwezi kukaa. Kwa hiyo hakuna mtu anayetaka watu wenye tabia za ajabu ajabu. Kazi yetu sisi ndio hiyo kuwaelekeza, na dunia inaona. Ndio maana mimi sitaki mtu ambaye hataki kipindi kwetu. Mtu ambaye anataka kujifungia hapa hakanyagi. Unataka kuvutiwa na mishahara yetu, lakini unataka kuja kwenye vipindi vyetu? Hapana, na sisi hapa hatufanye vipindi vya maigizo tuna dili na maisha yetu ya kila siku, siku. Kwa sababu yale ndio ya tatu, yani ndio ndio yaani ule uhalisia. Nini kimetokea? Kimetokea Kimetokea hiki tumefanya hivi. Kimetokea hivi kizuri, hivi. Kizuri tufanye. Si ndio eh? Nii. Eh, hivyo ndio vitu ambavyo kila siku utakapokwenda kwa bosi wako ndio hayo maisha ya kila siku. Kwa hiyo kwa wale ambao mtapangiwa kazi, mkiweza, fatilieni hizi content zitawasaidia, haziwasaidii tu kwenye kazi za ndani. Ninayoyafundisha ni uwe kwenye kazi za ndani, uwe kwenye biashara zako, uwe kwenye ndoa yako, uwe wapi, ni mambo ambayo yanaishi milele. Yatakusaidia ukiwa hapa duniani na hata baada ya maisha hapa duniani. Maana hapa tunapita tu, sindio? hmm. hey, ni safari au hatujui? hey, tunapita, tuko safarini, na tunavyoviangaikia, mwisho wa siku tunaviacha hapa hapa. Kwa hiyo huna sababu ya kuangaikia vitu ambavyo utaviacha alafu una, una, uko unakokwenda, unaenda kuishia kubaya. Hapana, tukae vizuri Mungu atubariki na tuachie watu baraka. Mimi nitakapoondoka hapa wengi watanikumbuka kwa mazuri, si ndio? Eh, najua. Kwa sababu nafanya mazuri, kwa nini nimekuja hapa kwangu kwa ajili ya ubaya? Si mnatafuta maisha yenu yep. Na mnajua aia nitapata msaada. Eh, ndio ndio kitu ambacho Mungu anataka tufanye, tutendeane mema. Kwa hiyo hata kwa bosi kule tunataka ukafanye mema. Usiseme mbona bosi wangu anifanyii mema? Ah, fanya mema, uwema wake ni kukulipa ujira wako, usitake kushindana na bosi Sawa jamani? Maana sisi tumejengwa kwenye hizi mila zetu za kutaka kushindana.